Uh, kwa majina naitwa Steve Juma natoka wadi hii ya Busibwabo. Uh, kwanza nataka kushukuru vijana ambao wamejitokeza na kusimamisha haya magari. A, uh, vijana wamesimamisha haya magari na sababu kubwa sana. Ya kwanza, barabara zetu ni mbaya hizi tingatinga zinafanya barabara zetu zimekuwa nyembamba, hauwezi kutana na tingatinga, mtu wa pikipiki akutana na tingatinga. jambo la pili, uh, hii factory, hii factory hata tuoni maana, kwa sababu hii factory hata haisaidi kitu chochote hapa. sisi tulikuwa nadhania hii factory ikikuja Busibwabo, at least kuna support watatupea hii barabara ya kutoka Mundika mpaka Nambale, watuwekee lami. Lakini sasa kazi yao wamekuja tena kuharibu barabara yetu. Jambo la tatu, ukiangalia hii factory, watu wenye maajiriwa hapo wengi sana hawatoki hapa Busibwabo, wengi wanatoka Kakamega, wengine wanatoka Uganda. Hey, watoto wetu oh, hapa hakuna oh, oh, oh, mdaa sisi tunataka bwana mkubwa wa hiyo faktori akuje aajiri vijana wetu hapa. Ukiangalia vijana ambao wameajiriwa hapa, wengi wanapelekwa kupaliliwa miwa, wengi wanawekwa kwa lodi miwa, hakuna kazi ya maana wanawekwa hapo ndani. So sisi tuna klem, tunataka mkubwa wa hiyo faktori akuje atuambie ni nini atatufanyia sisi kama watu wa Busibwabo, tuweze kujivunia kwamba tuko na faktori kwa wodi yetu. Asa, a, nikiongelea mambo na stima hizi tinga tinga kila wakati unasikia stima imepotea Busi bwao, kila saa stima imepotea. Ukiangalia chenye kinafanya stima kupotea, hii tinga tinga inakuja inagonga poli ya stima. So sisi tunaomba tafadhali, kama huyu jamaa awezi panga watu wake, ni heri hatuondolee hii factory. Hizi atu hatutaki ashara kila wakati tukapa na watu wanafanya biashara kwa sababu ya stima, lakini aza unakuta daka kidogo tinga tinga imegonga stima sisi tunaomba tafadhali, mkubwa wa factory, kama hujapanga vitu zako, heri uachane nazo sasa. Ni siku ngapi bila stima? Sisi busi babo tumekaa one week hatuna stima. Unakuta mtu anafanya kazi yake, stima imeenda immediately. Watu wa vinyozi wako hapa, tuko na saluni, kuna hapa watu wa cyber, ambapo sasa hakuna kazi inafanyika busi babo kwa sababu ya factory ya busi. hata mimi nika hapa nimebeba mteja, lakini nimesimamishwa kwa sababu ya huyo mzee. Sasa atusaidie tafadhali, kama ntinga ya maji alete atuangaisha watu hoteli hapa, tunakwenda kwa hoteli kukula, tunakula tu mawe. Kama una jaketi mbili ni shida. Bibi anakimbia kwa sababu ya vumbi nyingi sana, sababu ya vumbi. Bibi anasema si ni wachafu. Aweke lami kwa sabuni kwa watu wa Kenya Power hapa kwa wiki mara nne. Mara nne anakuja kila siku. Tunakaepa mambo mabaya. Kama ni baya atusaidia tuwekee tu lami. Asanteni. Kwa majina naitwa Samuel Odor, mii ni mzaliwa hapa Busibwabo. Mimi ni bodaboda hapa Busibwabo, na ikifika time kama tumeshafunga kazi, fika kwa nyumba ukikohoa kwa vumbi tupu, kwa sababu vumbi imekaa kwa kifua. Hata ukikunywa maziwa, maziwa hata inapita, inapita tu, ukikohoa kwa tu vumbi chenye. Naweza omba kwa gavana, alituambia ataweka lami so, so, so, so tafadhali naomba mheshimiwa atuhurumie, ta atuwekee lami kwa sababu hii vumbi, hii vumbi imetumiza sana, tupo na homa. Ukibeba kastoma asma akifanye hivi, unasikia tu vumbi inatoka kwa mwili, na ukienda kwa nyumba bibi anakuuliza, jacket tumevaa tu leo mbona inakaa hivi? Kwambia ni vumbi. So tafadhali Bwana Ali na Bwana Otoma wa kombaine watuwekee hapa lami kuanzia 2027 tukiwa na lami si tunashukuru. Ni hayo tu. Kwa majina anaitwa Gotikuusamba. Mimi nataka ukusema hivi kwa viongozi wetu venyewa, kwa kampuni, vile vijana wameongea, kama hana uwezo kutuwekea maji ama kuweka lambu, basi waturuhusu tuweka hapa bumps, ili hizi tinga zikikuja siwe zikienda kwa mwendo wa polepole. Tuliweka hapa bampu, mtu akijigonga hapa akaanguka akasema tumekosa. Kwa hivyo kama hatuwezi kuweka hapa bampu, amwage maji, na kama hawezi kumwaga maji, auzu tuweka hapa bampu. Hiyo ndio tunataka peke yake, ili tinga ziwo zikienda polepole. Asante.